Wajasiriamali na hasa wengi ni kina mama wakiniletea messages za kuuliza kama wanaweza kuanzisha biashara ya saluni kwa kutumia kiasi fulani cha mitaji. Wa mwisho kati ya hao walionitafuta na kuongea na mimi wanasema yeye ana mtaji wa shilingi milioni tatu. Sasa alitaka kufahamu kama unatosha kuanzisha biashara ya saluni. Nilimjibu, lakini sasa sitaki kuambia nilimwambia nini, ila mpaka mwisho wa kipindi nitakuwa nimewaelezea kama hizo milioni tatu alizosema zinatosha au hazitoshi. Kwa hiyo kuwa nasi mpaka kipindi chetu kitakapomalizika, nitakuelezea kuhusu hilo swala kama shilingi milioni tatu zinatosha kuanzishia biashara ya saluni au hazitoshi. Mimi ni Ali Mwambola, mtangazaji eh, wa kipindi Ch cha Tan Business Channel, online television ya hapa jijini Dar es Salaam. Karibu tuendelee na kipindi chetu. Sasa kabla sijawaambia kama hizo milioni mbili zinatosha au hazitoshi kuna mambo ya msingi ambayo inabidi kuyazungumzia. Kwenye kufanya au kukadiria eh, mtaji wa biashara kuna vigezo ambavyo vinatumika, huwa hatufanyi tu hivi kienyeji, kuna vigezo ambavyo vinatumika. Sasa hivyo vigezo nataka kwanza nivizungumzie, alafu watu wanaofuatia ndio nitawaelezea jinsi ya kufanya makadirio ya mtaji ya biashara ya saluni. Kuna vigezo vya aina mbili, au niseme kuna kigezo alafu kuna jambo la pili linalohusiana na vigezo kwa hiyo kwanza tuangalie vigezo. Vigezo viko vinne, wakati mwingine unasema ni vitatu, lakini tuseme ni vinne. Kwanza inabidi ufanye makadirio ya pesa inayohitajika wakati unaanzisha biashara, tunasema ni mtaji wa kuanzisha biashara. Unajua kabla hujaanza biashara kuna mambo, kuna gharama mbalimbali, inabidi uzilipe au uzilipie. Ili kufanikisha kuja kuanzisha hiyo biashara, sasa hivi tunaita ni pesa kwa ajili ya kuanzisha biashara. Mifano ni kama vile mambo ya usajili, unakwenda BRELA kule unasajili biashara, kuna swala la kupata leseni ya biashara, hizo zote ni gharama. Lakini pia unaweza lakini kawaida kabla hujaanza biashara, lazima utafute pango la sehemu utakayofanyia biashara, yaani ile nyumba ambayo utafanyia biashara. Sasa mara nyingi hao wenye nyumba wanakuambia ulipe pesa, labda kodi ya miezi mitatu au hata miezi sita. Sasa hizo ni gharama za mwanzo, kabla biashara haijaanza. Pengine umetafuta consultant atakutengenezea business plan, inahitaji malipo. Kuna mambo ya kutengeneza nembo, hino vitu mbali mbali vinavyohusiana na matayarisho ya awali ya biashara. Sasa hizo ni biashara hizo hayo ni makadirio ya fedha ya kuanzisha biashara. Namba mbili, ni sasa, kila kitu kiko tayari, unaanza biashara sasa. Hapo kuna pesa zinahitajika au kuna gharama za kuendesha hiyo biashara, tunaita gharama za kufanya biashara. Sasa kuna mambo kwa mfano ya kulipia eh, kama bili za umeme, bili za maji, mishahara wafanyakazi kazi eh, kuna vitu, na mambo ya repairs na maintenance. Sasa hivyo vitu vyote vina, au mambo ya matangazo, unataka kutangaza, gharama za matangazo. Sasa hizo tunaita ni gharama za kufanya biashara. Namba tatu ni gharama za kununua vifaa mbalimbali. Unajua kila biashara inakuwa inahitaji vifaa, kwa mfano kwenye saluni kuna kununua yale, kununua madawa yale ya kukaushia nywele kuna vifaa vingine mbalimbali, mambo ya kucha, sijui mambo ya kusafisha uso. Na sasa hivi vitu vyote tunaita ni vifaa. Sasa gharama yake navyo ni muhimu, kwa hiyo namba tatu. Na mwisho kabisa namba nne ni kuwa kama biashara nyingine tunasema unanunua bidhaa, yani bidhaa ambazo unauzia wateja. Lakini sasa kwenye hii saluni hatuuzi, hatu, hakuna bidhaa tunauza tuna, ingawa saluni nyingine zina bidhaa wanauza sasa. Hiyo nayo tumesema ndio iko kwenye kundi hilo. Kwa hiyo kama una bidhaa labda unauza nywele, sijui unauza dawa au unauza vipodozi, ni sehemu ya saluni sawa. Lakini hasa hasa kikubwa hapa ni kuwa kuna madawa yale ya ku- labda kusafisha nywele usafisha nywele, sijui mashampuu, sijui ma nini, vitu mbalimbali vya aina ile, hivi sasa vinakuwa kwenye ile kundi ehe. Kwa sasa hayo ni makundi manne ya biashara ambayo inabidi sasa ufanye uamuzi hapo, utatumia shilingi ngapi na hapo utatumia shilingi ngapi? Sasa hiyo ni namba moja. Namba mbili, sasa ni kuwa zaidi ya kuwa na hivi vigezo, ukubwa wa mtaji unategemea na mahitaji ya yule anayeanzisha biashara, au wengine wanasema matakwa ya yule anayeanzisha biashara, au wengine kwa Kiingereza wanasema test ya yule mtu anayetaka kuanzisha biashara. Mwingine anaweza kusema nataka biashara sauni yangu ikae mahali pazuri executive. Kwa hiyo multiple... nataka chumba kizuri. Sasa hapo, of course, kodi zitakuwa kubwa. Mwingine anasema mimi nataka bwana misma... madaa yangu yale yawe yaliokena shule, bwana bei juu kabisa, yenye sijua automatic, sina vitu kama hiyo. Sasa hiyo lazima gharama zitakuwa juu lakini mwingine anasema mimi nataka tu kama raya ya kawaida tu, hana mambo makuu. Sasa hivi vitu vyote vinasababisha mtaji uwe mkubwa au mdogo. Kwa sasa, ninachotaka kusema ni kuwa kuna vigezo vinne ambavyo inabidi uvifuate uvi wakati unataka ku, kuanzisha biashara. Lakini namba mbili ni kuwa uangalie pia mahitaji yako. Kuna mahitaji mengine yanaweza kusababisha mtaji ukawa mkubwa au ukawa mdogo. Kwa hiyo niliona ili niliweke sawa kabla hatujaingia kwenye hatua inayofuatia ya kufanya sasa makadirio ya mtaji wa biashara ya saluni. Sasa tunaingia hatua ya mwisho ambapo sasa ndio tunafanya sasa makadirio. Nitakuonyesha nilivyofanya makadirio, alafu mwisho wa siku tuone milioni tatu zinatosha kuanzisha biashara ya saluni. Sasa kwanza kabla sijaendelea na makadirio ni nianze na ile inayosema namba mbili matakwa ya mu, ya, ya mwanzishaji wa biashara. Sasa mimi ninaingia najifanya mimi sasa ni ndio nataka kuanzisha saluni. Kwa sababu lazima na mimi niwe na matakwa yangu. Sasa mimi ninaamua nataka kuanzisha saluni ya kawaida. Sio ya mambo makuu. Kwa hiyo ndio maana mtaona hata kwenye gharama ambazo nitakuwa nimeziweka ni za kawaida sana. Ili nieleweke, sio kasema ah, huyu bwana anaweka nani nini, huyu unaweza kupata nini? Hapana, nimejaribu kuweka katika kundi la wale ambao hawana makuu sana, nataka kuanzisha tu simple saluni. Hiyo namba moja. Sasa namba mbili, twende kwenye gharama. Kwanza tunaanzia kwenye gharama za kuanzisha biashara, ambapo sasa hapo kwenye usajili kwenda BRELA kule unasajili aina jina saluni au unaifanya saluni ni kampuni, kaukansamataaamu kampuni kampuni, gharama zake zinakuwa kubwa kusajili, lakini kama jina, jina ni shilingi elfu ishirini na tano tu unasajili. Sasa mimi nataka kusajili jina la saluni, kwa hiyo hapo ni shilingi elfu ishirini na tano. Namba mbili ni leseni. Sasa leseni ya biashara ambayo inapatikana halmashauri ya, ya mji au halmashauri ya wilaya sasa kule ni laki mbili. Of course iko nao leseni vingine vidogo vidogo, sijui thelathini, lakini nafikiri uchukue leseni ya ya laki mbili. Ehe, uh -huh. Kwa hiyo hapo sasa leseni laki mbili. Baada ya hapo, tunakwenda sasa kwenye swala la sehemu ya kufanyia biashara jengo. Sasa hapo kuna pango. Sasa mimi nimechukulia kuwa ni kachumba ka kawaida na unalipa kodi ya laki moja kwa mwezi sasa kodi ya miezi mitatu ni laki tatu. Sasa hizi ndio gharama ambazo mimi nimeziona kwenye kuanzisha biashara. Sikuweka mambo sijui ya kutengeneza business plan, sijui mambo ya mengine haya yanaoweza kusababisha pesa nyingi, kwa sababu ninachukulia kwa mtaji wetu wa shilingi milioni tatu ni mdogo sana. Kwa hiyo hapo tumemaliza, sasa tunakwenda hatua ya pili ambayo sasa ni ya gharama za kufanya biashara. Sasa ngoja tuangalie gharama za kufanya biashara. Gharama ya kufanya biashara tuna kama nilivyosema, unaweza kununua madawa e, labda kupaka kwenye nywele au shampoo za kuosha nywele na vitu kama hivyo, kwa ajili ya saluni. Sasa hivyo nimeweka laki tisa nimeweka laki tisa la kwa ajili ya madawa ya halafu sasa kuna swala la vifaa. Vifaa kama nilivyosema vya kununua taa hizi, kununua e, mashine labda mambo ya kukata kucha mambo ya kusafisha nyuso na vitu kama hivyo. hapa nimeweka e, vifaa nimeweka milioni moja. Ehe, nimeweka milioni moja. Sasa kingine kinachofuata e, ni kuwa tunakwenda sasa kwenye e, vile vitu ambavyo vya ku umesema eh, vifaa mbalimbali vifaa mbalimbali nimesema ni milioni moja. Halafu, sasa kingine cha mwisho ni gharama za kuendesha hiyo saluni ambayo nimeweka laki tano. Sasa hapo labda unaweza ukahitaji mfanyakazi mmoja wa kukusaidia, na kuna gharama kama za kulipia umeme, maji na vitu kama hivyo. Nimeweka laki tano kwa kuanzia. Sasa hivi vitu vyote tunavijumuisha tunavijumuisha tuweze kupata gharama kiasi gani? Sasa kwa kujumuisha hivi nilivyo vitaja, tunapata milioni mbili laki tisa na elfu ishirini na tano milioni mbili laki tisa na elfu ishirini na tano ambayo imepungua kidogo kufika milioni tatu. Sasa kwa maana nyingine ni kuwa milioni tatu inaweza kutosha kuanzisha saluni kwa, lakini kwa kujiweka chini kabisa, usitake makuu. Ukitaka makuu, hizo milioni tatu hazitoshi. Kwao mimi nimejaribu kukuonyesha eh, makadirio yangu, na milioni tatu inatosha. Kwa hiyo sasa, kwa yule mwenye dukuduku, una milioni zako tatu, nenda kaanzishe saluni, lakini fuate maelekezo ambayo nimekuelekeza, ili hizo pesa iweze kutosha kwa kuanzisha biashara ya saluni. Naona tuishie hapo. Eh, wito wangu ni kuwa, naomba msubscribe huduma zetu ili msikose kuona vipindi vyetu vya channel na online television kila siku saa tatu ya usiku. Ukisubscribe utakuwa unapata information mapema kuhusu vipindi balimbayo vinavyotoka kila siku. Mimi ni mtangazaji wa kipindi Ali Mwambola, asante na karibu tena mitaji ya biashara.